Mama Samia ame ameileta siasa iweze kurudi kwenye eh, kwenye ulimwengu wa kustahimiliana kama wanasiasa na kuruhusu ile mikutano ya kisiasa iweze kufanyika kwa kadri ya katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo, uh, kwa hiyo ametoa uhuru kwa wanasiasa na wakati mwingine amekuwa huru kabisa, mnaweza kunisema vyovyote vile kwa sababu wote tunaijenga nchi, na ametamani sana kuiona siasa ambayo ipo kwenye muktadha wa kuijenga nchi, sio malumbano. Ndio maana anajaribu kusema, kuna siku nyingine mkimsikia anawaambia ana, ana wapinzani, mimi sina haja kugombana nyinyi wapinzani kwa sababu ni msaada kwa serikali iliyopo madarakani, kwa sababu nyinyi wenzetu mnawaweza, mkaona mna macho, mkaona mengine ambayo sisi hatukuona hiyo mnapoyasema, msiyaseme kwa maana ya kunungunika, yasemeni kwa maana ya kuyaibua, na serikali itatekeleza. Kwa hiyo unajikuta ni siasa ambayo ime tumerudi kwenye siasa za kustahimiliana. Tulikuwa kimya kwa kipindi chote ambacho Daktari eh, hayati John Pombe Magufuli alikuwa madarakani, na hatimaye sasa ni miaka minne, majukwaa yamechangamka na mambo mbalimbali yanazungumzwa, kile ambacho eh, Rais Samia alikuwa ame eh, alikuwa amelenga kukiona huko majukwani ndicho kinachofanyika ama namna gani? Kwa sababu mara nyingi tunakushuhudia tukishuhudia pia maafisa wa polisi wakileteana waki... purukushani kwa namna moja nyingine na vyama vya upinzani na si chama tawala. Uh, pamoja na kuruhusiwa uh, hii mikutano lakini bado sheria zetu ziko palepale, kwa hiyo lazima watu wafuate taratibu na kanuni, lakini pia uh, serikali iliyopo madarakani lazima iangalie na usalama wa nchi pia kwa hiyo kwa sababu kupitia mikutano ya siasa huwa kuna uvunjifu wa wa, wa wa usalama wa nchi pia huwa anaweza kutokea. Kwa hiyo kama serikali iliyopo madarakani ni lazima inaporuhusu, e, mikutano hii ya kisiasa, basi in lazima inakuwa imepita mahali ya kujiridhisha. E, usalama wa nchi kama uko kwa salama kwa hiyo zote okay. zikatokea ni kwa sababu ya hiyo tu, sasa huwezi kuingilia masuala ya ulinzi na usalama wale waki, waki sense jambo wanaweza kuzuia jambo lolote despite of iwe Chadema iwe CCM kama kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna dalili za uvunjifu wa amani wanaweza kuzuia kitu kama kile. Sa, lakini, sa, tumeona wakifanya kazi. Na okay. kitu na kisiasa wakisimamia yote viongozi sasa wanapita kwa kina Tundu Lissu, kina Amos Makala, watu wa siasa wapo wanachanja muga na vyombo vya ulinzi na usalama vipo vinawasimamia na, najikuta ni siasa ambayo ipo kwenye ulingo sasa, piga ni kupige asaa. Njombe tumeshuhudia mikutano vile vile chama cha mapinduzi, lakini vile vile chama cha demokrasia na maendeleo. Na hivi juzi tu tumeshuhudia mkutano hapa, lakini siku moja kabla ya mkutano ule kukaibuka hali ya sinto fahamu kuhusiana na kupigwa kwa mmoja kati ya kiongozi wa chama e, cha demokrasia na maendeleo ambaye ni mwenezi wa baraza la na wanawake mm, e, bawacha taifa mm. Kwanza, katika hali ya kawaida tu, wewe ukiwa kama mwanasiasa wa daraja la kati, mimi naweza nikakuweka huko, ulitafsiri vipi tukio lenyewe? Um, sasa lile tukio uh, wanaoweza kulielezea vizuri zaidi ni wale waliokuwepo kwenye eneo la tukio, na sisi tunaweza tukasema tutachukua ile taarifa ya kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama e, kwenye siasa kuna mihemko uh, kuna kutofautiana sasa e, pamoja na Mheshimiwa Rais ambaye ameleta ile filosofi ya 4R mm. E, tukichukua kile kite ile, ile R moja ya, ya kustahimiliana mm. Reconciliation. E, reconciliation. Sasa ile inategemeana na, na, na utashi wa watu. Mm. E, bado, mba, mba, watu bado sio kwamba ilivyotolewa tu kwamba watu wastahimiliane basi watastahimiliana. Kwenye siasa kuna kutofautiana, kuna jazba, kuna kupishana kwa hiyo yale mambo yanaweza katokea, na yakitokea kunaeza katokea ukuzwaji wa jambo, kuna kutafuta political mileage e, hivi vitu vyote vinatokea. Kwa hiyo mimi nashindwa kukaa sana kwenye mstari e, kwa sababu hivi vitu vyote vinaweza kaa vipo, kuna political mileage inaweza katokea e, kwa kupitia hiyo, lakini conflicts kwenye siasa hazitokei, kupishana hakukosekani, haku, haku, haku, haku, haku ni e, vitu vya kawaida. Kwa hiyo mimi nilichukulia katika mazingira hayo. Mtu mmoja anaweza akajiuliza kwamba sawa, kupishana kupo, lakini ameumizwa yule ni kiongozi yeah. Hatujashuhudia kiongozi hata mmoja wa chama eh, ambacho kiongozi yule anakitumikia kwenda kumuona, na badala yake tumeona viongozi wa vyama vingine tu ah, sasa uh, eh, magomvi yanapotokea kwenye chama chote cha siasa uh, kuna beneficiary ya vyama vingine vya, vya siasa vina take advantage. Eh, katika ulimwengu wa siasa ni vitu vya kawaida na, yani mtu huwa anatoka, hakunaga mtu anazaga kaondoka kwenye chama kimoja kwenda kwenye chama kingine, yani kiroho safi ni kwamba da nimefika hapa nime, yani sababu kubwa ambayo hu inasababisha mtu kutoka chama kimoja kwenda chama kingine ni magomvi yeah. Yani duniani hakuna mtu aliyefika, kwa maana sera za chama hiki sijakipenda, naenda sera za chama hizi mm-hmm. Hakuna chama chenye sera mbaya. E, vyama vyote vina sera njema tu za kuhudumia hmm, wananchi hmm, E, lakini kutoka chama kimoja kwenda chama kingine magomvi ndio ambayo huwa yanapelekea watu uh, kuhama chama kimoja kwenda chama kingine. Hmm. Na hata magomvi yanapotokea chama kingine, vyama vingine vina take advantage pale. Ni vitu vya kawaida CCM tukiwakigombana, vyama vya upinzani vina take advantage. E, vyama vya upinzani vikigombana, vyama vingine vina take advantage. Kwa hiyo kwamba huyu mwenezi aliyeumizwa viongozi uh, e, e, wake hakuna aliyejitokeza hata mmoja, bali mnaona vyama vingine. E, hiyo ndo, ndo, ndo political advantage ambayo tunaisema, magomvu yanavyotokea vyama vingine vina take advantages. So, uenda pengine wanataka kuteka advantage hiyo, lakini siwezi kulielezea sana kwa sababu mimi sija sio sio nilieenda na, na ni, hili, ni political advantage ya vyama vingine vinachukua. uh, kwa, kwa, kwa muda mrefu hatujashuhudia upendo ambao umeonyeshwa na Chama cha Mapinduzi uh -huh. chama cha upinzani hili lina li, li maana gani? Ni siasa ambazo amezijenga uh, nafikiri uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ame amekuja ame na slogan ya, ya, ya, ya, ya zile fuara kwa hiyo huenda chama cha mapinduzi wanaamua kuishi kwa vitendo e, wanasiasa lazima tu na muda wa kustahimiliana kuvumiliana kupishana kupo. Kwa hiyo wanaziishi kwa vitendo zile siasa ambazo uh, zimeanzishwa na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Ningetamani siasa za aina hii ziendelee, ya yeah, ni njema, zinatuponya. Kwa hiyo uh, na vyama vingine viige mfano huo tunaweza tukaisha kwenye upendo au kuna kuteke advantage hizo zote bizi zinaweza zikatokea tunataka tamani wanasiasa sote lengo letu ni moja hakuna wanasiasa wanaoeneza wana uh, uh, mambo ya kuzimu yani wanasiasa wote wanaeneza habari njema ndio maana kwamba hakuna hakuna chama chenye sera za ajabu au zinazotaka kwenda kinyume na, na, na, na, na ubinadamu unakuta vyama vyote sera zao ni kumwezesha e, yule mwananchi kutoka point A kwenda point B. Uh, watakachozidiana ni ubora wa sera na utekelezaji wa sera walizoziainisha. Hapo ndio tofauti na unaokuja, lakini vyama vyote sera zao ni kumtoa mwananchi kutoka point A kwenda point B na point B lazima iwe better than point A. Raia mmoja mzalendo akauliza kwamba jukwaa <coughs> la siasa ni uwanja ambao wasaidia wananchi kupata viongozi ambao watasimamia shughuli za maendeleo na kulisimamia taifa vile vilevile mm. Lakini sasa wanatafsiri kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia hatua ya kutumia nguvu kubwa sana kubaki madarakani kiasi kutosikiliza tena maoni ya wananchi. Ndio maana tumekuwa tukishuhudia pia matumizi ya nguvu katika baadhi ya maeneo hususan inapokuja mm, swala so zima la uchaguzi. Kwa nini hali imekuwa hivi? Wanatumia nguvu kubwa ipi? Yaani kwa sababu usema wanatumia nguvu kubwa eh, ninachokiona wao wanatumia nguvu kubwa kutekeleza ile ilani yao ambao wameahidi kwa wananchi. Ndio kazi kubwa wanayoifanya na nguvu kubwa wanayoifanya sasa. Unajua, uwezi ni yani mtu na, ume, una, unaona, ja, unaona utekelezaji wa ilani yako ambao umeinadi, na kwa kwa kwa hali ya kawaida wee mwenyewe unaona, yani tunajenga, tunajenga barabara tunajenga mahospitali tunajenga vituo vya afya e, halafu unaanza kutikiswa na kelele za ajabu ajabu, unaachana nazo kwao, unasonga mbele. Ile sio nguvu, ni kwamba wao wapo bize kutekeleza ilani ya ya, ya, ya chama chao ambacho waliinadi kwa wananchi na wananchi wakawapa madaraka. Kwa hiyo e, hakuna nguvu inayotumika bali ni utekelezaji wa yale majukumu yao ambayo yapo ambayo ndo ndio walionadi kwa wananchi na wananchi wakawa pale, kwa hiyo lazima watekeleze, kwa hakuna nguvu hapo. Kama mfuatiliaji wa masuala ya kisiasa hapa nchini, bila shaka unafuatilia mikutano hadhara ambayo inaendelea sasa hivi kwa chama cha mapinduzi, lakini vile vile kwa chama cha demokrasia na maendeleo, ACT halikadhalika na vyama vingine uh, una unaridhika una na hoja au kauli ambazo zina zinatolewa kwenye mkutano nadhani zinawapa haki wapiga kura au wananchi. Uh, ukiendelea niki nikijikita niki kwenye hoja ambayo ipo kwenye chama cha mapinduzi, unakuta wao wapo bize na safari yao ya kwenda kuwatumikia wananchi na wanajua uchaguzi uko, kwa sababu hakuna chochote ambacho wanakiona. Na Mheshimiwa Rais á, kama mlijeshi mkuu wa nchi, unaona ameruhusu vyama e, e, e, vyote kuwa huru kufanya kazi, na hao wenzetu wamesimama na slogani yao ya no reform, no election. sasa unaji sasa unaweza una ukajiuliza una una wanataka reform za namna gani? kwa sababu e, hata mnara wa Babeli wanasemaga hivyo au kujengwa siku moja Mheshimiwa rais aliyopo madarakani sasa, nchi aliipokea, sote tunajua mazingira alipokuwa. Kwa hiyo ameanza kutembea kwa kuanza uh, kuanza kuyaruhusu baadhi ya mambo, amekuja na slogan yake fuara, inafanya kazi kubwa sana. Ameruhusu uh, mikutano ya kisiasa, wamefanya mabadiliko kwenye tume ya uchaguzi e, kuna mambo yanabadilisha. Sasa hawa, unajua huwezi kumridhisha kila mtu, najua ndio kuwa na watoto huwezi kuwaridhisha wote, lakini kazi ambayo uh, e, rais wa nchi anaifanya, e, kuhakikisha katiba ya nchi inafuatwa unajikuta anafanya kazi. Ameruhusu mikutano sasa ambayo ilifungwa kwa muda mrefu, e, amekuja na, na hiyo slogan yake kama tulivyosema, lakini kuna mabadiliko yamefanyika kwenye tume ya uchaguzi makubwa sana, ambayo e, sasa e, sijui sasa wanataka nini. Kwa hiyo unajua, kuna wakati mingine unabidi uache tu. Wapi unaacha tu? Sasa ni mtoto wako akikunyea huku, ukati mkono utaosha, tuko mbelene, safari itaendelea. Kauli yao <laughs> ya no reform, no election yeah, mnaona kwamba haina umuhimu kiasi gani kwa sababu kuna hoja ambazo wameziibua mojawapo ikiwemo mabadiliko ya sheria za uchaguzi ambayo wanazitaja wana kwamba sheria hizo zimekuwa na mapungufu kiasi kwamba hazitoi uhuru kwa tume ya taifa ya uchaguzi, lakini vile vile kwa wasimamizi wengine ambao wataisaidia tume kufanya uchaguzi. Mambo mm, haya hamyaoni, sivyo? Ndio maana nakwambia kwamba kuna mabadiliko makubwa sana yamefanyika yame kwenye tume ya uchaguzi kwa, otherwise sanabidi tuje kwa ajenda nyingine, tulete mabadiliko yaliyofanyika, mabadiliko ya, yani ilivyo iliyokuwepo tume, tuje na mabadiliko yaliyofanyika, halafu tuseme ni safari ndio tunaelekea. Yani huwezi kubadilisha mbingu mara moja papo kabadilika. Kwa hiyo hatukuwahi kuwa na tume hii iliyofanywa ma, marekebisho ma, ma, ndio tunayo sasa, waacha tuende nayo kwenye uchaguzi, halafu matokeo atakayotokea ndivyo tuseme, bwana bana, pana weakness, pana weakness hii Wasama, wao, ya wasi wasi, kwa sababu mabadiliko yapo yamefanyika. Wasiwasi ambao wanaoibua ni kwamba endapo tukielekea kwenye uchaguzi na tume ikiwa na sheria hii ambayo inataraji kusimamia mchakato wenyewe ikiwa na mapungufu haya, pengine inaweza kutume kama lupo kwa chama tawala kuweza kunufaika na na mapungufu hayo, wasiwasi wao tu na na naaminisha vipi kwamba chama tawala na, na, na tume haito haitatumika kwa mapungufu hayo kuweza Kunufaisha chama tawala. Yani, katika kipindi ambacho vyama vya upinzani vilitakiwa kufurahia, yani kula keki ya nchi hii, ni kipindi cha utawala cha mheshimiwa Rais Mama Samia. kwa nini? Ni kwa namna ambavyo moyo wake ulivyo na namna ambavyo ameweza kuruhusu na anatamani kuona hizi challenge ziwepo na ziwepo kwenye serikali na zifanye kazi, yani kwa moyo. Unajua, kuna kuzungumza, mtu anazungumza, unaona ile ni pitch, natoka moyoni au hii anazungumza tu mdomoni Uh, katika kipindi ambacho yani wapinzani walitakiwa kuenjoy maisha, nasema ni kipindi hiki. Kwa nini sio au nyingine zilizopita? Wote tulikuwa ni mashahidi, kwa sababu ile na ni kifua cha mtu sasa ni, katika hali tuliona, yani za hatuna haja kuelezea sana, ache tuende kuelezea hapa tu, katika kipindi ambacho uh, upinzani wanatakiwa kuenjoy maisha. Yaani watakua sasa kujipanga ende kujipanga sasa, sasa, ndio unapata shida. Uenda wamejaribu kusoma upepo, wanaona unajua, kuna wakati mwingine unaweza ukajikuta na hii ngoma pale kuvuka sivuki, basi unatafuta sababu ya kujiegemezea. Katika kipindi chote ambacho vyama vya upinzani vilitakiwa kuenjoy maisha ni kipindi hiki. Lakini nadhani baada ya kujikadiria kuona, kwa sababu mama naye anachapa kazi, mama watu wanapiga kazi. Wala tusi mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Eh, hakuna binadamu kamilifu lakini mama anapiga kazi. Kwa hiyo huenda wameona ile namna maendeleo yanavyoenda kasi wanaona kabisa, dah, mpenyo wa kupita ni mgumu sana. Kwa okay, amekuja na hapo kwa sababu kuna reform no election. Tume ya uchaguzi imefanyika mabadiliko makubwa sana yamefanyika. Tuende nayo kwenye uchaguzi, matokeo atakayotupa pale ndivyo tuje tena tuhoje kwamba bwana, hii tume bado, haya mabadiliko yalifanyika bado hayana hayatuletea matunda, twendeni kalizeni hoja kwa, kwa, kwa, kwa maelezo yako kwa, ni kwamba eh, Hoja ambazo wamezibua, eh, ni bado hazina mashiko ya kuifanya tume ishindwe kuingia kwenye, kwenye zoezi, bado haziwezi yeah, bado hazina mashiko. Ni kwamba tume ambayo mabadiliko yaliyofanyika wacha tuingie nayo, ni practice kwa sababu imefanyiwa mabadiliko, sasa kuntizamu hata tujaingia kwenye practice, mnaanza ku, ku, ku raise hizo hoja. Kwa mtazamo wako, ukitazama zoezi lenyewe, sheria jinsi zilivyo mm -hmm. na jukumu kubwa lile ambalo linakabiliwa na tume mbele yetu kuelekea uchaguzi wa mwezi wa Oktoba wa rais wa bunge na madiwani mm -hmm. unaona kwamba sheria hiyo ina fit kuingia kwenye mchakato na italeta matunda, italeta matokeo. Nakushukuru na, sana uh, ndugu Mkimba, pegine kwa kuhitimisha kabisa, eh, umesikiliza hoja amoja ambazo ziliibuliwa na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mm, akiwa katika mkutano wake hapa Njombe mm, ni swala zima la ujenzi wa viwanda ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto ya ajira nchini. Hoja mm, hii unaiona ina mashiko na pengine ina, inafaa kupewa kipaumbele kwa namna gani na serikali iliyopo madarakani? Uh, kama unaweza kujua uh, kuna wizara ambayo imeundwa kabisa sasa hivi ya uwekezaji ambayo ipo na Kitila Mkumbo. E, ni swala ambalo sasa hivi serikali inapigia chapuo kubwa sana e, swala la viwanda, kwa sababu tunajua umuhimu wa viwanda, tunajua ni, kwa namna gani viwanda vinaenda kukwamua hii changamoto ya ajira kwa vijana walio wengi, na hivyo ni inaikumba dunia sasa tuweze inaikumba Tanzania. Kwa hiyo na sisi struggling kubwa ambayo tunazifanya ni kuimarisha viwanda, kuanzisha viwanda vipya. Uh, msukume umekuwa mkubwa sana, benki ya TIC inafanya vizuri na wizara saizi imetingwa, inachanja ina, ina mbuga kwa kuhakikisha inatafuta wawekezaji e, waje kuwekeza haya nani, Mchuchuma na Liganga imekuwa ni historia muda mrefu sana lakini kuingia mama amesha pusha, kuna na mifidia zimeshalipwa. Sasa tuanze kuchanja chuma kule tuhitimishe kwa hiyo... mm -hmm. mm -hmm. hizi, hizi zinaendelea huko, na reform huko, tunaenda kwenye uchaguzi No reform no election ni njie ni kichaka cha kutokea. Bado kuna maandalizi ya hayakuwa mazuri.